Kaburi la kijiji cha Lubasazi la Bibi Ajuza mwenye kawaida ya kuzungumza wakati wa usiku. Katika mwaka wa 1982, kijiji cha Lubasazi kilichopo kata ya Kolero, wilaya ya Morogoro vijijini, kilipata msiba mzito. Mzee wa heshima kijijini hapo alifariki ghafla. Watu walianza kunong'ona. Halikuwa jambo la kawaida, watu wakasema yule mzee hakufariki kifo cha kawaida, kuna mkono wa mtu pale. Baada ya mazishi yaliendelea, maisha yaliendelea kama kawaida, shughuli za hapa na pale zikawa zinaenda kama ilivyo kawaida. Baada ya miaka kupita, serikali iliamua kujenga shule ya msingi katika kijiji cha Lubasazi wakazi wa kijiji kile waliambiwa, wahamishe makaburi ya kifamilia kwenda eneo jipya kupisha ujenzi wa shule ya msingi. Na moja ya makaburi yaliyotakiwa kuhamishwa ni kaburi la Bibia Juza. Bibia Juza alikuwa ni mganga wa jadi, alisaidia watu wengi, lakini pia alihusishwa na uwezo wa ajabu. Watu waliogopa kumuudhi hata baada ya kufariki alikuwa akiheshimika sana. Baada ya kuzikwa upya ndipo mambo ya ajabu ya kaanza. Usiku wa kwanza baada ya kaburi lake kuhamishwa, walinzi wa shule wapya walisema walisikia sauti ya mwanamke mzee akiimba kwa sauti ya uzuni nyuma ya darasa la pili. Walipoasha tochi hawakuona mtu, lakini pale kwenye lile kaburi jipya mchanga wa kaburi ulikuwa bado unatoa joto. Hali ile iliwashangaza sana watu wa kijiji cha Lubasazi. Baada ya siku kadhaa, wakazi wa kijiji walianza kuota ndoto za ajabu. Kila mtu aliyepita karibu na kaburi alipata hisia kama kuna mtu anamtazama. Watoto walikatazwa kucheza karibu na eneo la kaburi, waliambiwa bibi wa kaburi ana hema Siku moja mida usiku mmoja ya kijana wa kijiji kile aliyekuwa amechelewa kurudi kutoka shambani alipita karibu na kaburi hilo, alisikia sauti za ajabu sana. Alirudi kijijini kakimbia, akisema alisikia kaburi likisema, kwa nini mlinihamisha hapa, si nyumbani kwangu? Mara moja wazee wa kijiji waliitwa kujadili juu ya swala hilo la kushangaza pale kijijini. Walijaribu kufanya tambiko dogo wakimwaga maziwa na asali kama ilivyo mila na desturi zao, lakini mambo yalizidi kuwa mabaya. Siku iliyofuata mwalimu mkuu wa ile shule alipata vidonda miguuni pasipo sababu. Ndani ya mwezi mmoja, walimu wawili walihama toka kwenye ile shule na kuhamia shule nyingine, huku akidai kuwa wanaota mwanamke mzee akiwaambia warudishe kaburi lilipokuwa awali. Jamaa mwingine alidai kuwa alizimia kufahamu Ifakara baada ya kuugua bila kwa ghafla. Mwenyekiti wa kijiji aliamua kuita mtaalamu kutoka Ifunda. Huyu mzee wa miti shamba alifika, na alikaa usiku kucha karibu na kaburi. Aliporudi kijijini asubuhi, alisema kuwa ule sio mzimu wa kawaida una masikitiko, alizikwa bila heshima ya mwisho. Baada ya uchunguzi, ilipogundulika kuwa bibi ya juza hakuwa mtu wa kawaida, alikuwa ni mlinzi wa kiroho wa familia na ukoo mmoja pale kijijini. Kaburi lake liliwekwa mahali maalum na kupata tambiko ililoacha kwenye wasia. Wazee waliamua kufanya tambiko rasmi, walichinja mbuzi mweupe, wakaimba nyimbo za jadi, na wakaweka vitu vya zamani, hirizi, shanga na kibuyu cha dawa juu yu ya kaburi lake. Tangu siku hiyo sauti za usiku zilitoweka, watoto walianza tena kucheza karibu na eneo hilo. Watu walisema bibi ameridhika, lakini hadithi haikuishia hapo. Mwaka 2018 kijana mmoja alihamishwa kutoka shule ya mjini aje kufundisha Lubasazi. Alikaa kwenye nyumba ya walimu karibu na kaburi hilo. Miezi miwili baadaye alianza kusikia sauti usiku zikimwita kwa, kwa jina lake. Wakati mwingine hiyo ilikuwa inamuita kwa upole, ikimwambia hujaomba ruhusa. Kijana alienda kuwaeleza walimu wenzake, alieleza kuwa kabla ya kuishi kaburi la bibi ajuza lazima utoe heshima hata kwa kutoa tu maua au dua kwa heshima kwake. Alifanya hivyo matatizo yote yalikuwa anakutana nayo kama vile kutoelewana na wafunzi, ndoto mbaya, uchovu usioeleweka vilitoweka. Mpaka leo wakazi wa Lubasazi wanaamini bibi ajuza bado anaangalia kijiji. Wengine hupeleka watoto wake wagonjwa karibu na kaburi na kuomba kwa pole, na watoto wale hupona Wakuu wa wilaya waliowahi tembelea eneo hilo walisema wanalitambua kama eneo la urithi wa utamaduni lakini, wenyeji wanaona zaidi ya urithi, wanaona ni uhai wa kweli. Kuna msemo maarufu kijijini umesema, ukimwona bibi ajuzi usiku, ujue kuna ujumbe toka kwake, usiogope, usimkimbie, msikilizeni. Siku hizi kabuli lake linatunzwa, wageni wanaonywa kuwa si kila mahali ni pa kupiga picha. Heshima ni muhimu. Hata wakazi wa kiangazi eneo la kaburi lake hubaki na mvuke na maarufu ya manukato. Watu wa Lubasazi hawasemi tena kaburi hilo linaongea kwa hofu, bali kwa heshima, kwani wao bibi ajuza hakufa, anaishi kupitia kumbukumbu, ndoto na sauti za usiku.